Shani, shani, shani shani. Shani. Shani. Karibuni katika banda la Tanga Women Foundation, Tanga Woman Gara. Kwa majina anaitwa Heren, ni memba wa Tanga Woman Gara. Sisi ni wajasiriamali ambao tunajishughulisha na kazi zetu za mikono, ambazo kazi zetu humu zimeon wajasiriamali mbalimbali. Tanga Woman Gara imekusanya wajasiriamali ambao wanatengeneza vitu vya mikono kama shanga, utengenezaji wa viatu utumiaji wa ukindu wa kutengeneza makawa pamoja na vipepeo na nyungo vilevile vile pia ni wapo watu ambao wanatengeneza, wanapika, wana vyakula vyakula vya asili ya Tanga ikiwemo kama chai ya nazi, chai ya nanasi na vitu biting biting mbalimbali mbali. pia Tanga Women Gala ina kitu ambacho imeanzisha, ni Swahili Ranch kwa ajili ya kuwakusanya waswahili wote ambao wanapatikana Tanga ambao wanapika vitu ambavyo vinapatikana Tanga vilevile vile. Tanga Women Gala haijawacha mbali ya wajasiriamali ambao wanajishughulisha na masuala ya uchumi wa bahari. Uchumi wa bahari, kuna watu ambao wanatengeneza vitu vya mwani kama kutengeneza sabuni za mwani, na kama tunavyojua sabuni, na kama tunavyojua mwani kwa sasa hivi ni dawa ambayo ina ina asilimia virutubisho karibia 99 ina asilimia ina asilimia virutubisho vyote. Kwa hiyo ukija Tanga na ukija kwenye taasisi ya Tanga Women Gala unapata hivyo vitu kwa pamoja, mwani wa unga, sabuni yake, pamoja na ambao haujachakatwa. Vilevile kwa kutambua jinani, kauli mbiu ya mama ya wananchi wake kutumia nishati mbadala na utunzaji wa mazingira Tanga, pia Tanga Women Gala hatujakuwa mbali kwa kufanya kwa upande wetu kwa kukusanya, kwa kusanya uchafu ambao baadaye tunakuja ku recycle kurudisha kuwa bidhaa. Tanga Women Gala, kwanza kabisa uh, Madam Latifa Makau anahitaji apewe maua yake <laughs> mitano tena kwa Madam Latifa, of course, amesaidia wanawake wengi sana sana sana wa Tanga. Mimi nimemwadmire, yani the very first time nimekuja ku... Ku... kukaa naye tukazungumza nikamwona ni, ni mwanamke wa shoka, kwa sababu ni mwanamke ambaye kuna vitu ambavyo nimemuuliza, lakini hivyo ni personal kati yangu mimi na yeye, lakini ni vitu ambavyo mimi vimenifanya yani, yani nimeshangaa namna ambavyo ana organize, anawasaidia watu bila kujali kwamba yeye anakuwa worn out katika state gani, lakini hajawahi ku give up katika kuwasaidia watu wowote, aidha awe anamjua mtu ama hamjui mtu kuna wajasiriamali amba wengi ambao walikuwa majumbani mwao, unafahamu, wanawake wengi huwa wanazuiliwa kutoka na kufanya ujasiriamali nje na nyumbani kwao, lakini pia wengine ha, walikuwa hawajui wafanyie wapi ujasiriamali wao, lakini amefanikiwa kuwatoa majumbani na kupresenti uh, vile vipaji vyao ambavyo wana, wanavyo, lakini kuna wengine ambao hawakutoka direct nyumbani kwao, wakawa bidhaa zao ama zile mali ghafi zao ambazo wamezitengeza zimeweza kuingia katika soko kupitia yeye madam Latifa Makao. Kwa kweli tunamshukuru sana na tunampongeza, na basically amekuwa ni inspiration kwa wanawake wengi hapa Tanga. Ha, mimi kwa kweli nashukuru sana Tanga Women Gala kwa sababu imeniinua kiuchumi. Mimi nilikuwa mtu mdogo sana kwenye biashara, na kwanza nilikuwa tu niko nyumbani wala nilikuwa sielewi niende wapi nifanye nini, lakini baada ya kupata Tanga Women Gala nikajiunga kule. Kwa kweli nashukuru, nimevuka, niko mbali kidogo. Na nilianza na biashara ya shanga tu mpaka sasa hivi nimefikia mahali mpaka na viatu na na vitu vingine vingi sana ambavyo hapa havipo, lakini na vitu vingi sana navifanya. lakini baada ya kutoka nyumbani na kwenda Tanga Women Gala kupita kwa wenzangu na kuangalia na kuona nini wanachokifanya na mimi nilikuwa kidogo kidogo na naendelea kukua na hivi ninavyoongea pia, kuna elimu nyingine ambazo nimezipata, naona mimi nitakuwa mkurugenzi wa kampuni fulani hivi baada ya muda kidogo. Sisi ni Tanzania.